Nimechanganyikiwa, so siri hebu sikia, mi nje inaniuma hapa sijaa tengea asubuhi na kazi ya kushindia maji eh, mi nimechoka maisha a umu ndani. Uko sawa mamaangu? Unajua asubuhi nimekuacha amelala, nikaona nisikusumbue eh, nikaondoka nilikuwa naenda kuangalia kibarua kibarua changu hapo cha ajabu ioiziki. Nimefika pale mm, nimekuta kazi zimeisha koo no, oh, nimerudi tuangalie ituangalie jinsi gani tutafanya siku ya leo ili tupate. Bila usijali, najua mambo yataenda tu. Hapa mfukoni na kama shilingi mia tano hivi kwangalau tukoze hata njia tuchukue miogo ili mpaka kufikia muda wa nadhani kitu jioni nadhani tutapata <coughs> <kito nikimu. tos>

mguu mm. wako mguu wangu mpaka kazini. Leo ninahitaji kwenda kazini. Hivi ni kwa nini mwanamke unanisumbua kiasi kama hicho? Unakuwa kama sio mwelewa mwanamke, shida nini mke wangu? Chakula nakupatia, mavazi nakupatia, nyumba nimekujengea, gari nimekununulia, shida ni nini mwanamke? Ni muda wa kazi, natakiwa kuwahi kazini bibi. Eh, shida nini mwanamke? Wewe kila kitu ya kuhudumia watoto, wanatakiwa waende shuleni watoto, wanatakiwa wapate pesa ya kutumia. Nisipokwenda kazini, nitapata wapi pesa? Mrembo, nashukuru kwanza kusikia wito wangu mpaka kuja hapa na nisiucheleweshe sana wito wangu hapa. Ile issue tuliongea, nataka nifanyie kazi yangu, nitakuonesha huyo mtu ili unifanyia hiyo kazi. Madam kazi unaomba kazi kazi, lakini mpaka sasa hujaniambia nifanye kazi, so, kazi. Yeah, sawa utaijua Saa, saa, saa ya kazi. Sawa na kuonesha picha ni nataka kwanza, nikisha hii picha, nataka kumfuatilia huyu mtu. unachotaka ni kazi hiyo, ukanyulie huyu mtu, nataka afe kabisa, ko neusu wa dunia huko. Tayari nini, ukanichagua mi? Unajua wewe nilivyokuona tu, mwonekano wako unafaa kabisa kwenye kazi yangu na mimi nina swali langu. Naomba nikuulize. Ndio. Unaweza nilipa malipo, pili unaweza ficha siri yangu? Yaani kwanza kuhusu malipo usiwaze wala usijali, nitakulipa chochote unachokitaka. na sio kukulipa tu, hata ukisema bwana, hiyo kazi yako mimi nitaifanya itahatarisha maisha yangu, mimi nitakuchukua, utakaa kwangu, huduma yote unayotaka nitakupa. Mambo mzima. ah, bila shaka wewe ni mgeni yeah. Na nilijua tu utakuwa mgeni, kwa sababu wageni wote, kila mgeni anakuja mgeni, <laughs> wow, eh? <laughs> <Mfresa putana inasla. laughs> Sasa nasla

Yeah, eh, eh, najua sitaki eh? <laughs> Ni, <Nitazambi>, <laughs> hey, hey, kusikia cha baby wala cha sweet, wala cha hani. Naomba nipe funguo nikafanye kazi please. Yaani kiufupi, unajichelewa, nimesema naomba unipe funguo nikafanye kazi. Huwezi ukasimama sehemu ya mume, nafasi ya mume ukasema mwanamke hata siku moja Naomba nipe funguo niweze kazini. Naomba nipe funguo niweze kwenda kazini. Umejiamini? Nauliza umejiamini? Kama umejiamini, ondoka na funguo. Kama una full confidence, ondoka na funguo. Kama unaona umejiamini kabisa, exactly, ondoka na funguo.

Unakula vizuri kila chakula, unabadilisha kila siku. Usiku mzima hatujalala eh, nimelala saa tisa, short wewe, paka sasa hivi kweli. Em, em, ngere, sasa hiyo chakula unachokula nategemea mimi nikipunguze wapi, chooni au basi, ngoja niende kazini, nikirudi yani utafanya nini? Nitakupa bao 10. Ah, pana mimi mwanza kushia zoea, twende mara moja tu twende kufuma kutoka kazini. Unanifilisha mke wangu, mbona uelewi we? Eh wewe unajua, bado nafikiri katika gani Hivi hiyo mia tano hata bando linaloweka kwenye simu yangu haitoshi. Hivyo uko sawa kwa we, okay, ulisema hivi tukae pamoja tujenge familia. Tunayo mia tano. Kuna wanaume wenzako huko barabarani wanaendesha maplado. Unaelewa? Kuna wanaume wenzako huko barabarani wanaendesha mapa mpaka shindo kuongea. Wao wamekataniana mia tano. Wao wanapata wapi na unakosa wapi lakini mke wako wao yote ni. Futa neno la mke wako, futa. Nitakurukia nikutoe macho ng'ombe mmoja usiokuwa na mkia wewe. Yenye eti unakuja hapa, oh, mke wangu, nimepambana huku kazini, nimekosa reski. Kwa mi ndo ski umenikuta hapa, si ndo eski yako? Lakini mke wangu wewe, usinijibu mimi, wewe hapa huna nafasi

Kile cha msingi kazi yangu nifanyie. Sawa, kazi yako naifanya vipi nusu ya hela yangu? Hela yako nitakupa. Jioni nitakutumia picha na sehemu huyo mtu anapokaa na nitakutumia nusu ya hela yako. Hu na ya ya nataka bei gani? Ah, una ndogo, yaani wala usiwe na wasiwasi. Hiyo jioni nitava kutumia pesa yako nusu na hiyo picha, wala usiwaze. Sawa, naweza nikafanya kazi yako na vipi? Mimi nitamuoa huyo mtu kupitia nini? Safi kabisa, nilikuwa nategemea utaniuliza hilo swali, kwa sababu kweli wewe unafaa, kwa sababu una maswali yale nilikuwa naitaka mimi <coughs> kuhusu huyo mtu Nitakutumia hela ya laki nusu, na hiyo picha. Ukisha pokea hivyo vyote, unatakiwa uje kwangu nikupe silaha uende nayo sawa. Hiyo kazi tunaifanya lini? Ikiwezekana hata leo jioni. Jioni sawa. okay, nitakutumia kwenye meseji nitakutumia. Okay, sawa binti. Amefika katika hali gani? Yaani, hapa sielewi. Twende ngani afu ndo uondoke. Twende kutuliza. Wajibu wako tu, kwa sababu mimi nishazoea baas. Nishakwambia sina maamuzi mengine